Habari yako mkulima mwenzangu, karibu sana. Leo nataka tuongelee jambo muhimu sana, jinsi ya kubadilisha kilimo chako kukitoa kwenye lile jasho lisilo na faida na kukifanya kiwe biashara ya kisasa inayokuletea pesa nzuri. Sawa, hebu tuende pamoja, tuone jinsi teknolojia moja rahisi inavyoweza kubadilisha kila kitu shambani kwako. Najua hali hii, kila mkulima anajua haya maumivu. Unatumia nguvu zako zote, muda wako na pesa zako, lakini mwisho wa msimu matokeo hayaridhishi. Gharama kubwa za pembejeo, ukosefu wa maji, yote yanakwamisha ndoto zako. Lakini vipi kama nikikwambia kuna njia ya kubadilisha huu mchezo mzima? Hebu tuwe wa kweli, changamoto ni nyingi. Gharama za uendeshaji, yaani zinapanda kila kukicha. Upatikanaji wa maji hauna uhakika kabisa, leo yapo, kesho hakuna, na bado mbinu zetu za zamani zinapoteza rasilimali nyingi. Matokeo yake, kazi nyingi, jasho jingi na faida kidogo sana. Inavunja moyo, si ndio? lakini kuna habari njema. Kuna suluhisho la kisasa la uhakika, ambalo linabadilisha maisha ya wakulima wengi sana hapa nchini. Naongelea nini? Naongelea umwagiliaji wa matone au wengi tunavyojua kama drip irrigation. Hili ndilo jibu la changamoto zako. Sasa hii drip irrigation ni nini hasa? Unajua wazo lake ni rahisi sana, lakini lina nguvu ajabu. Fikiria hivi, badala ya kumwaga maji shamba zima ambapo mengi yanapotea tu, mfumo huu unalenga pale hasa panapohitajika, unapeleka maji tone kwa tone, moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Yaani hakuna upotevu, ni ufanisi mia kwa mia. Okay, sasa tumejua ni nini. Lakini swali muhimu ni inakusaidiaje wewe hapo shambani? Hebu tuangalie faida zake halisi, zile unazoweza kuziona na kuzihesabu mfukoni mwako. Na hapa hatuongelee hadithi, tunaongelea matokeo ya kweli kabisa. Hebu anza na hii namba. Asilimia hamsini. Yaani, nusu. Fikiria kupunguza gharama zako za maji, mbolea na hata za vibarua kwa nusu. Hiyo ndio nguvu ya mfumo huu. Unatumia maji kidogo, mbolea kidogo, na unahitaji watu wachache. Hizo pesa zote zinarudi moja kwa moja mfukoni mwako. Na mambo hayajaishia hapo, yanazidi kuwa mazuri zaidi. Unapopunguza gharama na wakati huo huo unaongeza mavuno, nini kinatokea? faida yako inaweza kuongezeka mara mbili yani 2x. Hapa sasa ndipo kilimo kinatoka kuwa cha kuhemea na kinakuwa biashara ya kweli, biashara inayolipa. Sasa unaweza kujiuliza, je, huu mfumo utadumu? Jibu ni ndio, tena sana. Huu si uwekezaji wa msimu mmoja tu. Mfumo huu ni imara, ni wa kudumu. Ukiutunza vizuri, unaweza kukuhudumia kwa miaka saba au hata zaidi. Fikiria hili kama uwekezaji wa muda mrefu kwenye mafanikio yako. Sawa, hebu tuvunje vunje vizuri, hii system inapunguzaje gharama? Ni rahisi sana. Kwanza, kila tone la maji linaenda moja kwa moja kwenye mmea, hakuna upotevu. Pili, huna haja tena ya kuwa na watu wengi wa kumwagilia kila siku. Na tatu, kupitia fertigation unachanganya mbolea kwenye maji, mmea unapata chakula chake moja kwa moja. Hii ni akili ya kisasa shambani na bado faida hazijaisha. Utapata mavuno makubwa zaidi na yenye ubora unaokimbiliwa sokoni. Mimea inakua haraka, kwa hiyo unaweza kuvuna mara nyingi zaidi kwa mwaka. Na muhimu sana, unapunguza magonjwa kama ukungu wa nyanya, kwa sababu majani yanabaki makavu na salama. Hii ni faida kubwa sana. Sawa, sasa unaweza kuwa umeshawishika, lakini kuna jambo moja muhimu sana ili ufanikiwe Haitoshi tu kununua mfumo, unahitaji mshirika sahihi, mtu ambaye atakushika mkono na kukuongoza. Utaalamu ndio ngazi yako ya kuelekea kwenye mafanikio, na hapa ndipo uzoefu unapoongea. Unajua, miaka kumi na tatu sio mchezo. Hii ina maana moja tu, wanaelewa vizuri sana changamoto zako wewe kama mkulima wa Tanzania, na wanajua nini hasa kinahitajika ili ufanikiwe na hili ndilo jambo la msingi. Wao sio tu wauzaji, la hasha, ni washirika wako. Hawakuuzii tu mfumo na kukuacha, wanakufungia, wanakupa mafunzo, na wanaendelea kukupa ushauri wa kitaalamu ili uhakikishe unapata mazao bora yanayokidhi viwango vya soko. Huko ndiko kushikana mkono. Na sasa kwa ajili yako wewe unayenisikiliza hivi sasa, kuna kitu maalum sana. Kuna ofa ya kipekee ambayo itakusaidia kuanza hii safari ya mabadiliko leo hii. Hii ni fursa ambayo kiukweli hutakiwi kuiacha ipite. Hebu angalia hii package nzima: unapata punguzo la asilimia kumi kwenye mfumo, halafu unapata usanifu wa kitaalamu wa mfumo wako bure, msaada wote wa kiufundi bure, na juu yake unapata ushauri kutoka kwa wataalamu kwa miezi mitatu mzima bure kabisa. Hii ni ofa kamili ya kukuanzisha kwa kishindo. Labda bado una wasiwasi kidogo. Je, kama haitafanya kazi kwangu? Ondoa wa shaka, wana uhakika na wanachokifanya kiasi kwamba wanakupa dhamana, yaani usiporidhika, pesa zako zinarudi. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha huna cha kupoteza hata kidogo, ni uwekezaji usio na hatari yoyote. Basi swali limebaki kwako. Uko tayari kuacha kilimo cha mazoea na kuanza biashara ya kilimo yenye faida ya uhakika? Fursa ndiyo hii sasa hivi. Chukua simu yako, piga hiyo namba unayoiona hapo kwa ushauri wa bure kabisa. Wataalamu watakusikiliza na kukushauri. Usisubiri kesho, anza safari yako ya mafanikio leo.